Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati mbunge, karibu sana kwenye mradi wetu huu wa ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza nguzo za zege katika hii awamu ya sita.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 uhitaji wa nguzo za namna hii utaendelea kukua mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo ni muhimu sana tukajiandaa, tukatengeneza mazingira ya kuzalisha nguzo nyingi zaidi, kwa sababu mahitaji yanaendelea kukua. Tumepeleka umeme vijijini, tunatoka kwenye vijiji tunakwenda kwenye vitongoji. Tukifika kwenye vitongoji nguzo zitahitajika kwa wingi. Kwa hiyo ni lazima tuzalishe kwa wingi sasa hivi ziwepo, ili tuweze kupeleka na maeneo mengi. Ambako tunapeleka hizi nguzo ni maeneo ambayo kwa kweli ni maeneo ya kwenye swamp, maeneo yenye maji mengi ambako ukiweka nguzo za miti zinaoza, lakini mahali ambako kuna misitu, kwa mfano ukiangalia pori hili la kwenda Katavi, mara nyingi kuna watu wanahamu tu ya kuchoma moto yeye yaani ya asipochoma moto halali sasa wakichoma moto zinaungua nguzo zetu, zikiungua nguzo zetu, nguzo inaanguka. Nguzo ikianguka, umeme utakatika. Umeme ukikatika, atakaetukana ni TANESCO. Tena wanatokea watu wanasema TANESCO kazi imewashinda, lakini ukweli ni kwamba mazingira mengine sio ya TANESCO, mazingira mengine yanasababishwa na watu wanaoharibu miundombinu hiyo. Sasa ili tuweze kuondoa hiyo changamoto Mheshimiwa Rais akaelekeza tuanze ujenzi au kutengeneza nguzo za zege ili tutoe nguzo za miti tuweze kuweka nguzo hizi nyingine. Kwa hiyo nataka niwahakishie wananchi wa Tabora tena wote mliokuja hapo kwa kazi hii, tutaifanya na mmepata bahati watu wa Tabora kwamba ninyi wenyewe mtakuwa na kiwanda chenu, na kwa hiyo hiki kiwanda kitakuwa kinasambaza nguzo kwenye ukanda huu wote, watu hawatakuwa wa na sababu ya kwenda mbali.